Hospitali ya Rufaa ya Kanda Bugando imeanza kambi ya upasuaji wa kupandikiza koo bandia kwa wagonjwa 40. Kambi hiyo ya wiki moja iliyoanza Juni 2 mwaka huu inatarajiwa kukamilika Juni 9 mwaka elfu mbili na ishirini na tano itahusisha wagonjwa wenye changamoto ya kushindwa kumeza ama kunywa vinywaji mbalimbali kutokana na kuwa na saratani ya koo na uvimbe kwenye koo. Akizungumza leo Juni 3 mwaka 2025, baada ya kufanya kwa mafanikio upandikizaji wa koo bandia kwa wagonjwa wawili, Mkuu wa Kitengo cha Uchunguzi wa Matibabu ya Mfumo wa Chakula na Ini Hospitali ya Rufaa ya Kanda Bugando, Dk David Majinge ameeleza malengo ya kambi hiyo huku akithibitisha kwamba hadi kufikia leo wagonjwa nane tayari wameshapandikizwa koo bandia. leo mezindua kambi kwa ajili ya matibabu ya saratani ya koo la chakula ambapo tunaweka koo la bandia kwa ajili ya wagonjwa. Saratani ya koo la chakula ni moja kati ya saratani ambazo zinaonekana sana hapa katika kanda ya Ziwa na katika hospitali yetu. Kwa wastani kila wiki tunaona wagonjwa wasiopungua sita ambao wanakuwa na saratani ya koo la chakula, na wengi wao wanakuja wakiwa na changamoto ya kushindwa kumeza au kunywa vinywaji mbalimbali. Kwa leo tume kambi ya mafunzo ambapo tumekuwa na wenzetu wametoka nchi mbalimbali ambao wako hapa kujumuika nasi tujengea uwezo lakini pia kutoa huduma. Kipindi hiki tutakuwa na utoaji wa huduma ama matibabu bure kwa wagonjwa wetu ambao wana saratani ya koo la chakula. Tutaweka koo bandia, inaitwa esophageal stent, kusudi kuwawezesha waweze kula au kunywa vinywaji ambayo itakuwa ni fursa kwao kuweza kupata matibabu ya saratani ambayo yatakuwa niendelea. Kwa kipindi hiki kambi yetu, tumeshakwisha tumesha identify wagonjwa wapatao 40 ambao tutawafanyia hii huduma. Kwa siku ya jana tumehudumia wagonjwa karibu sita na leo mapema asubuhi tumeshahudumia wagonjwa wawili ambazo zote zimeenda vizuri. Basi wale ambao wanakuwa na changamoto ya kumeza waweze kufikishwa hapa kwa ajili ya uchunguzi, na tumeanza huduma hii ya kuweka koo bandia kwa ajili ya kuwasaidia waweze kupata kula chakula na hivyo matibabu yao yaweze kwenda vizuri. Mkufunzi wa kambi hiyo, Dr. Yona Ringo, ambaye ni daktari bingwa bobezi wa upasuaji mfumo wa chakula kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili ameeleza faida za upasuaji huo na baadhi ya maudhi ambayo mgonjwa anaweza kukutana nayo, huku mkufunzi kiongozi na mtafiti kutoka taasisi ya African Esophageal Cancer Consortium Dr. Michael Mwachilo ametaja unywaji wa kahawa na chai ya moto, moshi wa sigara, kuni na mkaa, pamoja na kurithi kutoka kwa wazazi kuwa ni miongoni mwa sababu alizozibaini kuchochea saratani ya koo la chakula yo tumejifunza na sisi tumekuja kuwafundisha na wenzetu hapa Bugando kwa sababu hii inaonesha kwamba pia kuna watu wengi walioathirika na hii shida. Kwa hiyo baada ya kuwekewa hii, inarahisisha ile matibabu mengine ambayo watayahitaji. Kuwekewa hii koo bandia maana anakula kama watu wengine, kama wenzake, kwa hiyo na yeye pia inamrahisishia. Kwa hiyo hii wanapowekewa inadumu, inakaa nao maisha yao yote, yanabaki changamoto ndogo ndogo zinaweza zikawepo lakini zinatokea mara chache sana. Wanaweza kupata kero ya maumivu kifuani, wanaweza kupata kero ya kuhisi kuna uzito fulani kifuani, lakini hii huwezi kuelimisha na kutokuweza kula chakula. Katika mazingira machache sana inaweza ikahama, lakini hata inaposogea pale ilipowekwa, eh, tiba yake ipo. Akifika hospitalini, kuna jinsi ya kuangalia jinsi ya kuweka sehemu ya kutokea au kubadilisha kwa kieni. Tumefanya utafiti kwa muda karibu, uh, miaka kumi hivi na kwa sasa tumeanza kupata matokeo ya mwanzo mwanzo, na tunajua kwamba wale ambao wana shida ya hii saratani, sana sana tumeona kuna shida ya ukoo. Na hii tunamaanisha kama mama yako yako amepata hii shida, wewe una uwezekano mkubwa wa kupata uh, saratani ya aina hii. Pili, uh, matokeo ya mwanzo mwanzo yanaonyesha kwamba kuna shida ya wale ambao wanatumia kuni ama wanatumia sigara, ni ule moshi kutoka kwa kuni ama makaa unachangia kwa saratani ya aina hii. Na kwa hivyo, katika nchi zote ambazo tunaenda, tunazungumza na wananchi na tunaelezea, iwapo unatumia kuni au makaa, tumia jiko ambalo liko nje, ama weka madirisha kwenye jikoni, ama weka njia fulani ya kuwezesha ule moshi ama mvuke uweze kutoka nje. tatu tumeona kwamba kuna shida ya wale wanatumia pombe aina aina, inaweza kuwa pombe ile inauza dukani ama pombe ya kienyeji inatengenezwa nyumbani. Hii pia inachangia sana sana kupata saratani ya aina hii. Tumeona wale wanatumia vinywaji viko na ama chai moto, kahawa moto, yani vinywaji ambavyo vina joto sana. Tumeona kwamba eh, hii inachangia saratani ya aina hii na kwa watu wa umma ama wananchi, tungependa kusema iwapo unatumia chai ama kahawa, iipatie muda, ile chai ipoe kidogo, inaweza kuzuia hii saratani ya njia ya chakula la uh, kuwepo. Mmoja wa wananchi waliopandikizwa koo bandia katika matibabu yaliyofanyika kwenye kambi hiyo, Aaron Katanga kutoka mkoani Kagera ameeleza hali ilivyokuwa kabla na baada ya upasuaji huo huku akiomba huduma hiyo kupelekwa maeneo ya chini ambako kuna wagonjwa wengi wenye changamoto hiyo. Baada ya kuwekewa hiyo njia mbadala, kwa sasa hivi naweza chakula kinaweza kwenda vizuri tu, naweza kubehua. Manake tumbo liko linafikia tu linajaa gesi, kwa sasa nabeua, manake gesi ile inatoka. Nafikiri naendelea vizuri kwa sasa, hali ni nzuri, na kama ingewezekana ingesambazwa hata maeneo mengine, licha kupatikana Bugando peke yake. bake changamoto hiyo ya kumeza chakula, si kwamba kama Bugando peke yake, hata huko nilikotoka wako watu wengi ambao wana changamoto kumeza, kumeza chakula. Wana changamoto kumeza chakula, ndio nafikiri tumaini nzuri, basi ingeweza kusambazwa kwa, hata kwenye hospitali nyingine kwenye madaraja ya chini basi na kuweza kusaidia. Kuifaidi na ikawapa afueni. Mimi ni Damian Masienene wa Mwananchi Digital.